Lakini saa nne wakati wa break tulikuwa wote tumenua miogo vizuri tumekula. Asa mi nashangaa watu wanavyosema alikuwa anasikia kizunguzungu sana. Hapana, ni maneno tu ya watu, kizunguzungu cha kawaida, si ndio eti? Aya, haya nashukuru. Sawa kakaangu, lakini umepanga nini juu ya Maua wadogo zangu? Yaani mimi hapa ninachofikiria nataka nimpeleke hospitali ili labda na wao wakajua ana tatizo gani. Hospitali? hmm. Kwa nini usimpeleke kwa mganga mtume? mama wangu Welinda, unaenda ushauri gani kwa mganga? hey, hey. Yani mkimpeleka Maua kwa mganga mmemkosa, yani mchana kuupe, yani ana dedi sio kudedi, anakufa Yaani ni bora mumpeleke hospitali, kwa sababu mwenyewe nakumbuka nilivyokuwa naumwa na babu yangu alinipeleka hospitali. Waganga wa sasahivi wa hawaaminiki, ni waongo. Atapewa midawa huyo, atakunywa mpaka atakongoloka huko. Unaongea maneno kama hayo wala hakuna tatizo. Na Mungu atamsaidia. Tafuta ushauri wenu. Aya, sawa. Linda, tuondoke. Siondoke, sendi sehemu yote. Nabaki hapa. We, nani kasema? Kakwambia nani? Tumekuja wote tunaondoka wote. Yaani tulivyokuja ndo tunavyoondoka. Umeniambia tuje kumuona Maua mara moja tunaondoka. Sasa hivi unasema uondoke ili iweje? Uniache mimi peke yangu. Hauko barabarani, mimi nani ataniangalia? Mji wenyewe ushachafuko. Kama Maua ipo hivyo na mimi nikimtokea, kumtokea. Sasa naomba niende naye. Tukienda vitani shule yetu unasema napitia pale tukienda Utamrudisha au atarudi mwenyewe, ila sasa hivi naomba tuondoke wote. Sawa, tunaenda haya. Kwaheri Maua. Pole Maua, pole. Maua. Maua. Toka basi twende.

Hujua hili swala? Kama nalijua tena, aliniambia pete. Pete? Sio pete, namaanisha Pete ni huyu mwanafunzi mgeni anakuja kujiunga kwenye shule yetu. Aliniambia kila kitu kuhusu Maua, kama Maua atapata na matatizo, na alivyozungumzia yeye ndo vile vilivyotokea, vile vile kama ya hiyo Ko shee, unataka kuniambia nini, kama mwamini wewe mwanafunzi wangu? Ndio unamwamini wewe mwanafunzi wangu? Linda. Kwa hili, yani lazima ni nimwamini. Kwa jinsi alivyonizungumzia kuhusu Maua na alivyozungumzia wewe ni vile vile, hakuna utofauti wa aina yoyote. Na maanisha kwa hili tumwamini. Lakini mimi naamini ni hali ya kawaida. Jamani, hmm. Hivi mnajua kama mapumziko tayari yameshaisha? Kumbe wameshaingia madarasani <laughs> kwa hiyo ina maana hata kengele mjaisikie, si ndio? wala tujasikia. <laughs> Tondokeni hmm. hmm. Sijui hata mlikuwa mnapiga ombea gani. Tondokeni mimi tu.

Hivi Maua, Maua, maana kila wakati Maua, Maua ndo kama hivyo, anaumwa tena. Hatuna muda we, tuweza wewe. Jamani, kwa hiyo unasema hivyo? Kumbuka yule ni mwenzetu na anaumwa. Lakini sasa, ugonjwa anaoumwa ulijulikana mpaka leo? Anaumwa ugonjwa gani? Hivi wako dunia ya ngapi? Nishakwambia, Maua anauma tena, yuko hoi, binti haba ni kitandani, ni wa kusogezwa, yaani amelala tu hmm. <laughs> Inabidi tumuombee, lakini chanzo chake ni nini? Hivi, alikuwa jii kama sisi tunaumia, yaani nilikuwa naumia <laughs> mwache, endelee kulala. Kumbuka wewe ni msichana mwenzetu, na tunapaswa kumsaidia. Nani amsaidie? Mimi tuweza hmm. Niite mbwa pale, nakusubiri Enyewemoja naendeleaji ndugu yangu, hali inazidi kuwa tete, hali inazidi kuwa mbaya, kwa sababu mpaka dakika hii haangalii wala hafanyi nini, yaani ni yeye tu ni wakulala hospitali nimeenda, na muda si mrefu ndo nimerudi sasa hivi. Lakini kilichotokea madaktari wamempima kila aina ya ugonjwa, wamesema hana chochote, na wamekataa hata kuchukua shilingi yangu hivyo yes. ameniambia nirudi nyumbani niangalie tu nini kitakachoendelea. Nanela vizuri, unamaanisha nini? Chia, ukifanya hapa, nienda kwa mzee Jumbe, ukazime basikeli. Ukishatoka hapo nenda kijiji cha pili, ukamulize mganga mmoja aitwa Atembo. Tuachane nayo. Vipi, nije kwani tufanye homework au unakuja? Hey, sawa. Mimi nije kwani tufanye homework? Mimi siwezi kuja kwako, namwogopa yule babu yako mi siwezi hata na ile miude yake siwezi. Ah wewe, mi siwezi wewe, hapa nafuta wewe, usitake kuniambia mpaka leo. Jamzoea tu babu yangu ndio ile, hmm, mzee akazo ile kitu. Siwezi kuja kwako, lakini ipo siku utaingia kwa mkono. Wewe wewe, wewe, wewe, wewe, tuweza maneno gani leo unaniambia mimi? Eh, mimi sikuwa na maana hiyo, lakini nilikuwa namaanisha maanisha ipo siku utakuja. Alafu sikia, yaani kwanzia wewe mpaka wewe babu yako, mi hata siwaelewi, yani mi nahisi wewe nao we, we, babu yako le ni mmoja, maana maneno yako na babu yako yani vinalingana kabisa. Acheni, naona mambo mengi shaa ukishampata Aliza kutusidia matutu tu sisi lukwa na ayo. Ndugu yangu, wazo lako ni sawa. Wala sio baya ni zuri. Ila sasa ndugu yangu, Nani wa kumwachia huyu mgonjwa hapa ndani? Maana yake hali yake ni mbaya. Ni muda wa kugeuzwa na kupinduliwa pinduliwa tu. Sasa nitamwachia nani hapa ndugu yangu? Mimi ndugu yako. Katika hili, mimi nitakupambania, utapambana, mpaka tufini, mpaka kusulia. Wewe nenda, mimi nitabaki hapa. Sitatoka mpaka utakaporudi.

Basi, na naomba muangalie mdogo. Wewe ondoa wasiwasi, wewe nenda, mimi nipo. Kabla sijasahau, nimeanza kuyasadiki maneno yako ambayo sikupusa kabisa kuyasadiki. Maneno gani haya? Uh, sidhani kama tunaeza kuniamini kwa sababu mpaka hivi tunaviongea, Maua anaumwa sana. Maua anaumwa, ndio lakini kila akienda hospitali anaambiwa hakuna hakuna tatizo lolote unalomsibuhu mdogo wake. Sawa, nimekuelewa. Basi naomba unichukue na unipeleke wakina Maua ili pamwoni. Hapana, basi enda wakina Maua kwa sababu hakuna atakaweza kukuamini zaidi yangu mimi Pia hakuna atakaweza kukuruhusu wewe ingie kwa Maua. Lakini sasa umesema kwamba unasadiki maneno yao? Ndio, basi naomba nipeleke. Hapana, kwa sababu kwa mara ya kwanza leo nimeshuhudia familia ikiwa inasubiria ndugu yao afe tu ili waende aenda wakamzike, ah. Masa, nama nama sawa nnakuelewa ah. Naomba <tipa> tuenda <tipa> nyumbani, kuna kitu nimesaaudi ganga ganatembo Ipo huku samani. Mganga, nina shida anjo huku, mi mna matatizi. Mdogo wangu wanaumwa, ana siku ya tatu sasa, hajatoka kitambana lakini pia hivyo tulimpeleka hospitali ila hospitali wamesema hawaoni tatizo lolote. Kwa hiyo naomba mganga tu umsaidie mdogo wangu. <coughs> Kwanza poleni sana, poleni sana. Na komba ukiweke kiganja chako cha mkono wa kushoto Oh. Oh, oh. Oh, poleni sana mm. Mdogo mdogo wangu anaonekana, mwili mzima ushakuwa bahari. Unamaanisha nini mganga? Mwili mzima ushakuwa bahari, lakini ni chombo ambacho kinaelea bado, akijazama tafadhali. Mganga, naomba no umsaidie mdogo wangu Anateseka sana, naomba msaidie. Hapana, mimi siwezi kumsaidia chochote, siwezi kumsaidia chochote. Kilichobakia hapo yeye ni kufa tu.